Wagombezi urais wakiwa tayari wamewachagua wagombea wenza wao, baadhi wamekashifiwa na wengine kusifiwa kwa maamuzi. Ndiposa tukaamua kuchambua kwa kina suala hili tukijiuliza, je, ni nini cha kuzingatia wakati wa kumchagua mgombea mwenza? Na je, waliochaguliwa watakuwa na athari gani katika kinyang'anyiro hiki to Swala la mgombea mwenza ni swala geni katika siasa za Kenya, kwani tofauti na awali ambapo rais alimchagua makamu wake baada ya uchaguzi, sasa kila mgombea urais anabudi kumchagua mgombea mwenza atakayeandamana naye katika kinyang'anyiro hiki hadi wakati wa uchaguzi mkuu. Kimeonekana kuwa kibarua kwa baadhi, pasiwe na yeyote anayetaka kubahatisha. Na huku majina ya wagombea wenza akiwa tayari yamewekwa hadharani, la muhimu sasa ni kuatia kwenye mizani na kupigia msasa athari zao katika kinyang'anyiro hiki kama Uhuru Kenyatta na, na Raila Odinga waliwachagua wale wagombea wenzi kwa sababu ya zile kura ambazo wanakuja nazo. Kalonzo Musyoka namletea Raila kura kama milioni moja na Ruto namletea Uhuru kura kama milioni moja na nukta nane kura na uzito wa mfuko ndio mambo mawili ambayo yametajwa kuwa muhimu wakati wa kumchagua wa mgombea mwenza, hivi kwamba ya hofu ya kuwa huenda mkondo waliochukua baadhi ya wa wagombezi ukawapigwa kwao baadaye. Lakini ukiangalia wale wagombea wenzi wote, hakuna mtu yote ambaye unaweza kusema yu ana shilingi pale, wote ni masikini e, hata Kalonzo Kano, isipokuwa Kalonzo ana pesa kidogo na Uhuru pia pesa na, nani uh, Ruto pesa kidogo, lakini ukiopimisha na wale wagombea wenyewe ile pesa yao ni, ni marupurupu tu. Kando na miungano ya Cord na Jubilee ambapo wagombezi urais Raila Odinga na Uhuru Kenyatta waliwachagua mibabe wa siasa William Ruto na Kalonzo Musyoka kuwa wagombea wenza wao, wagombezi wengine wameonekana kulenga sera badala ya ushawishi wa siasa. Peter Kenneth, kwa mfano, amemchagua Roni Osumba ambaye ni mgeni katika siasa, sawa na Martha Karua ambaye amemchagua Augustin Lotodo, mwanaye mwanasiasa wa zamani marehemu Francis Lotodo. Upande mwingine, kuna Profesa James Ole Kiapi ambaye amemchagua mfanyabiashara Winnie Kaburu. Je, mwelekeo waliochukua katika uteuzi huu utawapa faida au pigo? Martha Karua na eh, alimchagua huyu Lotodo kwa sababu yeye mwenyewe alidhania ya ni Lotodo, anaonekana ni mtu mzuri, anaonekana ni mtu economist kama Kibaki na vinginevyo, lakini ukiliuliza hiyo, ilikuwa ni choice ambayo haina ladha hata kidogo, choice ambayo iko flat. Musalia Mudavadi ameonekana mara kadhaa akisaka mgombea mwenza katika maeneo tofauti bila mafanikio. Alimwendea Kiraitu Murungi na Gideon Moi, lakini akaambulia hapa tupo, na kurejea tena katika mkoa wa Kati ambako amemchagua mwanasiasa Jeremiah Kioni kuwa mgombea wa mwenza wake. Je, ni kwamba hakuwa na mtu mwingine yeyote ambaye angemchagua au ni mbinu ya kutikisa ngome ya Uhuru Kenyatta na muungano wa Jubilee? Kwa muda mrefu imekuwa ya kwamba Wakikuyu wa diaspora wanashikana na wale wa Kikuyu wa central wanamuunga mtu mmoja. Kwa hiyo nafikiri uchaguzi kumteua Kioni ni kuanza hii mambo ya kutenganisha hawa wa Kikuyu. Aidha, kwa mujibu wa sheria wagombea urais na wagombea wenza wanatakiwa kuikabidhi tume ya IEBC vyeti vyao tarehe ishirini na tisa na thelathini mwezi huu, Zubeda.